Nimekwambia nipatie simu yako, hey, ya yako. nipatie simu yako eh. nipatie simu, si simu yako. Umekuwa wapi jana? Umekuwa wapi jana? nilimpigia simu usiku akaniambia huko huko, ana nadanganya. Nipatie simu yako, nipatie simu yako. Naona hii ni nini we'll be'll be'll be'll be'll be ni nani una cheat, si ndio? Ni nani na mpaka uko na simu yenye sio yako? Hii simu ni ya nani? Leta, mwambie akujie kwenye niko mimi. Sitaki usinia hiyo simu, ataikuja usijaribu kumfuata wewe. Mwanaume unafuata aje demu? Nisaidia bwana. Ah, shida ni gani? Nisaidia tu. Ai, ai. Ai, nimegongwa na trailer. Au! Ai. Ai. Nipeleke hospitali. Uko na shida? Hospitali. Hmm? Au!